Ofisi yetu ilipokea barua kutoka mfuko wa pensheni kwa watumishi wa umma kwamba leo watapenda wafanye mchakato wa kukabidhi vifaa kama ambavyo tunaviona mbele na ambavyo tutakabidhiwa rasmi hapo baadaye kwa ajili ya kituo cha afya Muhukuru. Tumesikia taarifa ya mganga mfawizi, idadi ya vitanda ambavyo vimesemwa bila shaka tunaona kabisa kuna uhitaji. Kwa hiyo msaada huu au zawadi hii imekuja wakati rasmi kabisa, na rafiki wa kweli ni yule ambaye anakusaidia ukiwa haswa na uhitaji. Kwa hiyo pia pia, mfuko wa hifadhi ya jamii ni rafiki zetu, wametukumbuka, wakaona leo wafike mahali hapa. Uwekezaji huu wa vitanda, mashuka na magodoro kama ambavyo vimesemwa ni hatua muhimu katika kuboresha huduma za afya hususan upande wa huduma za kulaza na kuwahudumia wagonjwa. Bila shaka wananchi, mtakuwa shahidi, hauwezi kuhudumiwa ukiwa pale. Sasa hebu simama kidogo hapa, nakuweka kidogo, lazima utakuwa kae sehemu, uje kituoni, ikiwezekana. Kama kuna hali yako itahitaji kulazwa, utalazwa, ndipo tunaweza kufanya hizo huduma. Kwa hiyo vitanda hivi ni muhimu kwetu. Meneja wa kanda pamoja na meneja wa mkoa pamoja na watumishi wenzetu wa PSSSF uh, mfuko wa hifadhi ya jamii, kwa kuwa umekuja wakati mwafaka. Tunafahamu changamoto ambazo vituo vingi vya afya hukutana nazo kama ambavyo ametangulia kusema mganga, ikiwemo uhitaji wa vifaa. Lakini wakati mwingine pia tunapata msongamano wa wagonjwa mm. wakati mwingine tunapata mlipuko, kwa hiyo unaweza kukuta vitanda vilivyopo havitoshi wakati huo. Sasa kuhili, kwa sasa uongezeko hili kwa kweli litatusaidia sana. Napenda kutumia nafasi hii kupongeza kwa dhati mfuko wa pension kwa watumishi wa umma kwa kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali katika kuboresha huduma za kijamii hususani sekta ya afya. Nafahamu kama ambavyo amesema meneja wa kanda, mnasaidia sekta nyingi, lakini kwa zamu ya leo imeonekana sekta ya afya. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana, lakini hiyo hifadhi ya jamii haishii tu kwa watumishi wa umma, inagusa mpaka na umma mwingine. Kwa hiyo ndio leo hapa tuko Muhukuru, kituo cha Muhukuru kuhakikisha wananchi wanapata hifadhi hiyo. Kwa hiyo sisi katika mfuko tuna majukumu ambayo tumejiwekea. Eh, moja ya majukumu yetu ni, ni kuandikisha wanachama kukusanya michango, kuwekeza hiyo michango lakini vivyo na kulipa mafao. Ndio kwa sababu hapa kuna watu ambao wanataka mafao. Eh, mfuko wa PSSSF sio wa siku nyingi, mwanzo mwaka 2018 lakini umefanya shughuli nyingi. Na umegusa maeneo mengi, lakini vile maeneo ambayo mengi tunagusa ni haya ma, ma, maeneo ya kuangalia wenye uhitaji, na ni maeneo mengi tuangalia uhitaji, sio kituo cha afya tu, tunaenda mpaka maeneo mengine. Lakini kwa safari hii kituo cha mhukuru pamoja kwamba kiko mbali eh, tumeona sasa angalau tutoke mpaka huku vijijini, wagusa na wananchi wengine mm, waweze kuona mchango wa PSSSF, tunaita ni corporate social investment Tupo hapa Muhukuru kwa ajili ya kupokea vifaa tiba kutoka kwa PSSSF, lakini pia wamemuunga mkono mheshimiwa rais kwa kuongeza kuhudumia hizi shughuli za afya. Kwa hiyo tumepokea vitanda 25 magodoro 25 pamoja na mashuka hamsini ambayo thamani yake ni takribani milioni 30. Sisi kama halmashauri kwanza, tunawashukuru wenzetu wa PSSSF kwa kumuunga mkono mheshimiwa rais, lakini pia kwa kuiona halmashauri yetu hasa kituo hiki cha Muhukuru kwa kutupatia hivi vifaa tiba. Tunaahidi tu kwamba tutavitunza vizuri, ili viweze kuhudumia wananchi wetu wa Muhukuru pamoja na vijiji vya jirani.